Kwa siku ya tatu mfululizo, vuta ni kuvute baina ya halmashauri ya kutoza ushuru nchini na kampuni ya kupakia mizigo ya Autoport na Portside zinazohusishwa na gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho imeendelea. Kampuni hizo zinadai kubaguliwa, huku tetesi za vita vya kisiasa zikihusishwa kwenye zogo hilo. Francis Ontomwa ana maelezo zaidi. KRA leo hii imetoa taarifa kwa vyombo vya habari ikidai kuwa kampuni hizo zimekuwa zikikwepa kulipa ushuru, jambo ambalo muungano wa vituo vya kupakia mizigo umejitokeza kulisikitikia. Kwa mujibu wa muungano huo, vituo vya kupakia mizigo havina uwezo wa kuhakiki bidhaa zinazoegeshwa maeneo yao, muungano huo ukishikilia kuwa huo ni wajibu wa KRA ambao wamefeli kuutekeleza. Tangu mgogoro huu uanze, kumekuwa na tetesi kuwa huenda siasa zikawa zimeingilia maswala haya, hususan ikizingatiwa kuwa gavana Joho amekuwa akishikilia misimamo mikali dhidi ya serikali ya Jubilii. Jambo ambalo kinara wa CORD Raila Odinga alisema kuwa ni hujuma iliyopita mipaka. Sababu hii ni ya kisiasa peke yake, na mimi nataka kumwambia Gavana Joho ashikilie hapo hapo kama kiongozi wetu wa pwani na deputy party leader wa ODM wa Kenya nzima, na yule ambaye amefunga hii ofisi, hizi kampuni azifungue mara moja, kwa sababu sisi tunaenda polepole pole, lakini mwisho tutaenda barabarani kudai haki zetu kwamba hizi kampuni zifunguliwe. Taifa la Kenya lina takriban vituo ishirini na vine vya kupokea mizigo na kufungwa kwa kituo hiki, bila shaka huenda huduma za mapokezi ya mizigo zikasambaratika mbali na vijana wengi kupoteza ajira. Francis Ontomwa, KTN News, Mombasa.